Hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania ni dumping place ya bidhaa kutoka mabara mengine, zile tunazoweza ambazo tumejitosheleza. Tumepewa taarifa hapa na Mheshimiwa waziri kwamba hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo tumeshajitosheleza, lakini najua pia tuna bidhaa zingine ambazo tumeshajitosheleza tuheshimu mikataba ya ndani ya jumuiya, lakini na mikataba ya ndani ya jumuiya tuna mambo ambayo tumekubaliana ya wazi kwamba hamna mshirika mmoja wa ndani ya jumuiya ambaye yeye atakuwa lango, atakuwa uchochoro wa kupitisha bidhaa zinazotoka mataifa mengine ziingie kwenye jumuiya, ili ziingie ndani ya jumuiya, ili ziweze kupata manufaa ya misamaha Hivyo vyote mvichunguze, na vile vile tunajenga viwanda, tunajitosheleza. Ikitokea ikitokea tunapopeleka bidhaa maeneo mengine, hata kama kwenye, kwenye mikataba yetu tumejiwekea tumejiwekea hivyo, tutaendelea kuangalia kule tunakopeleka bidhaa zetu wanazipokeaje, na sisi hivyo hivyo ndivyo tutakavyokuwa tunapokea za kutoka kwao. Lakini kingine tuhakikishe hamna uingizaji wa bidhaa kinyemela kwa magendo. uingizaji wa bidhaa kwa magendo unaua jitihada za viwanda. Wanielekeze taasisi zote vikiwemo vyombo vya ulinzi na usalama kusimamia uingizaji wa bidhaa ndani ya nchi ufuate taratibu. Lazima tukomeshe uingizaji wa bidhaa kwa magendo, unaua unaua uwekezaji tunaofanya ndani ya nchi. Lazima tuzuie udanganyifu katika masuala ya kodi. Ukipambanisha bidhaa inayolipa kodi ambayo imelipiwa kodi na bidhaa ambayo kodi yake imekwepwa, ni dhairi utasababisha uwekezaji kama huu usiwe endelevu. Mi naijua hiyo mianya, ndio maana nayasema hapa. Uliwahi kukamata watu wakiwa wame- wameweka risiti feki ili wakwepe kodi, na sasa nimewa, nimeambiwa wapo wanaofanya michezo ya aina hii. Wizara ya Fedha, mamlaka ya mapato Shirikianeni na vyombo kuchukua hatua kali kwa wote wanaofanya hivyo. Wapo wanaokwepa kulipa kodi, wengine udanganyifu wa kuonesha wamezalisha kupitia kiwandani, kumbe wame, kumbe wameingiza toka nje bidhaa hizo wengine wanapata unafuu ambaye anatakiwa apewe mwenye kiwanda, kumbe bidhaa wamezileta kutoka nje. Wanasababisha kampeni ya kutengeneza viwanda, kampeni ya kutengeneza ajira, kampeni ya kukuza sekta binafsi ya ndani kupunguziwa kasi. Oh, wizara zinazohusika kaeni tena washirikisheni na wadau wetu hawa. Wanajua hizo siri. Washirikisheni, na mimi niwaambieni wadau na ninyi mkipata hizo taarifa wapeni sekta, hata mimi nipeni, ili tuweze kusimamia kikamilifu masuala ya aina hii. Tumeamua kwamba uchumi wetu dira yetu itatekelezwa kwa mchango mkubwa kutoka sekta binafsi. Lazima tusimamie mazingira ya kuiwezesha sekta binafsi iweze kutoa huo mchango kwenye utekelezaji ule. Tumeandika asilimia sabini ni sekta binafsi, inayosalia ndiyo sekta ya umma ambayo inashirikisha serikali pamoja na mashirika yake, asilimia takriban thelathini hatuwezi kuifikia hiyo kama hii mianya ya wale wasio waaminifu itaendelea kushamiri. Najua kwenye makadirio inaweza ikaonekana inaweza ikaonekana uagizaji wa, wa bidhaa toka nje unachangia kuliko viwanda. Ndiyo, kama viwanda watazalisha na bidhaa zikarundikana na sisi tukatumia kujaza soko kwa bidhaa tulizoagiza, ni dhahiri hawatalipa kodi, kwa sababu kuwa na kiwanda peke yake sio kulipa kodi. Kulipa kodi kunatokana na kutatokana na kuuza bidhaa zilizozalishwa na kiwanda. Nimezunguka nime, nime humu nimeona mzigo wa kutosha kabisa ukiwa ume, umejaa humu wa kutosha kabisa kabisa, na nimeambiwa tuna viwanda sasa zaidi ya vitano ambavyo vinazalisha bidhaa za aina hii, na hivyo hivyo zipo na bidhaa zingine ambazo tunazalisha mara mbili ya mahitaji. Bidhaa hizo tunazozalisha mara